In the, in the shadow of demonstration. I repeat this word. Terrorism in the shadow of demonstration. Ugaidi katika kivuli cha maandamano. Totally and completely. Ni ugaidi ambao ulipangwa na watu wakafanya, wakatekeleza, mabaya katika nchi yetu, taifa letu la Tanzania, taifa ambalo tuliishi kwa amani miaka mingi, taifa ambalo mababu zetu walipambana ili kulifanya ni taifa liwe taifa jema na kivutio cha watu mbalimbali katika dunia. Tanzania ni nchi ambayo Mungu ameibariki katika baraka zake zote, na ndio maana ikapewa sifa kisiwa cha amani ndugu zangu wapenzi eh, waandishi wa habari wa Tanzania kwa ujumla, waislamu na wakristo wa madhehebu yote katika nchi hii all denominations. Hapa nazungumzia makanisa yote, sio specific kanisa fulani, makanisa yote, na Watanzania kwa ujumla ambao mnatusikiliza wahadhiri wenu, tumekuja tena kwa mara nyingine ya pili na tumerudi baada ya kufanya investigation. We did our investigation thoroughly, tumegundua ya kwamba kuna mipango michafu ambayo ilipangwa na inaendelea kupangwa kulihujumu taifa la Tanzania. Is unacceptable and we cannot accept majambo ambayo watu wameyapangilia kuyafanya katika taifa letu la Tanzania. Uh, kwanza kabisa ametangulia kusema msemaji wetu wa wakta umoja wa adhi wa Kiislamu Tanzania, Alhabibi Sheikh Saidi Juma Kinyogori, kuhusiana na mambo ambayo yanayoendelea hivi sasa. Tumekuja mbele yenu ndugu zetu wa Tanzania, kuja kuweka sawa baadhi ya majambo na mengine pia kuweza kuwapa watu habari wapate kufahamu, uhuru wa Tanzania hakuna padiri hata mmoja. There is no single padri, or kasisi, shemasi, buruda or anybody ambaye alishiriki wakati wa kuutafuta uhuru wa Tanzania. The history repeats itself. Ukiangalia ziko hata picha waliopigania uhuru wa Kristo, ukiangalia pale hawazidi wawili watatu, lakini jopo la waliozunguka walikuwa ni mashehe na wametajwa awa walisimama kuupigania uhuru wa Tanzania na Tanzania ikapata uhuru. Mashehe walimchukua mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakamwambia kaa wewe pale mbele, endesha taifa. Ingelikuwa mashehe ni wabinafsi, wasingekubali kumweka mheshimiwa e, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere awe mbele, awe kinara kuliongoza taifa la Tanzania, wakati wao walikuwa ndio majority katika kupigania uhuru wa Tanzania. Kwa hiyo tunapozungumza kama Waislamu, we are talking at the people who fought for this freedom in this country don't take us as fools we are not fools at all we know what is happening in this country and we know everything and what you are planning to do in this country and we will never and we will not be accepted hatuwezi kubali na hatutakubali ya kwamba watu wachache kwa ajili ya maslahi yao binafsi waje walichome taifa la Tanzania na on our own eyes katika maisha yetu kiwa tunatizama hilo halitakubalika na halitowezekana. Padri Kitime, Kitima, sijui Kitime, sijui nani, una create bad tension katika nchi yetu ya Tanzania. Uchaguzi umepita, mambo yamepita, watu wanatafuta namna sasa hivi jinsi gani taifa litarudishwa kurudi mara pamoja. Wewe kila siku ya Mungu umekuwa ndio mtu wa kusimama kuja kutoa matamko ambayo ya kutaka kuvuruga amani ya taifa hili la Tanzania. Tumekuvumilia sana ya kutosha, lakini leo watatukuambie live. Hicho unachokitafuta Padri Kitime. Wewe kuna yule, yule padri mwingine anaitwa Ruwaichi, aliwahi kusema ya kwamba wao kuna mijadala ya kijinga inayoendelea katika mitandao mijadala ya kijinga inayoendelea katika mitandao, msiwajibu wao. Watu wanasema ya kwamba mkimwaga ugali tutamwaga mboga na kadhalika, mijadala ya kijinga. Tunashangaa kama yeye anaona kwamba sisi tunaongea mambo ya kijinga, mbona yeye ametujibu? Ina maana yeye ni mjinga mwenzetu. Na kwa nini wanajibu? Kwa sababu wanajua tuliyosema ni ya ukweli. Taifa la Tanzania linahitaji amani kuliko kitu cha aina yoyote hivi sasa hivi hebu tuangalie tu kwa umakinifu tu, ili jambo tulitizame leo. Amekuja huyu padri ameongea maneno ambayo yametushangaza. Ya katika maneno yake ambayo alizungumza, anasema ya kwamba tume iliyoundwa wao hawaikubali, tume ya uchunguzi iliyoundwa wao hawaikubali kwa sababu katika hoja anasema ya kwamba kwa nini tume? Vipi leo mhalifu anaweza akajiundia tume yake mwenyewe? Hii tume inaweza kufanya kazi sawa sawa? Si tuna, tuna, tuna swali la liko pale, kuna swali liko pale mbele. Hii tume ni tume iliyokusanya watu wa aina tena ni wataalamu, aliyekuwa jaji mkuu Tanzania, aliyekuwa IGP nchi hii, ambaye ndugu yetu bwana Saidi Mwema huyu ni mtu ambaye alifanya kazi kubwa sana kwa kipindi cha mheshimiwa eh, Jakaya Mrisho Kikwete. Kulikuwa na ujambazi wa kimkakati katika nchi hii ya Tanzania. Mustaki tu tunayasema haya, na mkiendelea kuchokona chokona, tutamwaga kila kitu, na mpaka baadhi ya makanisa mengine watajua mambo ambayo walikuwa hawajui, ubaya unaofanyika na kanisa la Katoliki katika nchi hii ya Tanzania, kwa sababu ukiangalia wakati wa JK kulikuwa na ujambazi, ujambazi ulikuwa ni ujambazi, ujambazi wa kimkakati ilipelekea mpaka mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete aende kumtoa aende kumtoa ndugu yetu bwana Saidi Mwema, anamtoa Nairobi anamwambia njoo Tanzania, mambo yameharibika. Na wakati huo askari walikuwa hata hawabebi mabunduki, lakini alipoingia Saidi Mwema akabadilisha mfumo wote wa jeshi la polisi, wakaanza polisi kubeba AK47 kudili na majambazi mbalimbali, na baada ya Saidi Mwema kuingia na wakafanya mikakati yao, na kweli ujambazi ulipotea kwa hali kubwa kabisa, kwa asilimia kubwa. Why? ulikuwa ni ujambazi wa, wa kudhoofisha utawala wa mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Na presi yetu ya tatu, tutatoa mkakati uliokuwa umepangwa dhidi ya ujambazi uliokuwa unafanyika kipindi cha mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Tunakuja kwenye pointi zetu zingine ambazo wanafaa watu, watuelewe watu, watu sisi tunasema ya kwamba nchi hii hakujafanyika maandamano. Nchi hii hakukukua na maandamano. Get us right, nchi hii kulifanyika E, uchafuzi, uchomaji wa mali za watu, na watu walikuwa na plani mbaya ya kulichoma taifa la Tanzania. these people have been paid lot of money to burn this country. Na ukiangalia kwamba waliokuwa na shawishi mambo haya ni wote watu, watu wako nje ya Tanzania, lakini tunashangaa leo sisi hawa maaskofu yani wananiaga gani na taifa la Tanzania, na kwa nini wao wamekuwa ndio wa matamko ya uchochezi? Alafu tunashangaa tunaliomba jeshi la polisi liache kuwa bias katika hili. Ingelikuwa haya matamshi tunasema sisi mashekhe. Ingelikuwa mashehe wamesimama wanaongea matamshi haya, saizi hakuna shekhe hata mmoja, wote wangekuwa huko ndani. Lakini kwa nini hawa ambao leo waliovaa magwanda ya udini wanasimama wanaongea maneno ya uchochezi wazi kabisa. Leo mtu anasimama anasema ya kwamba eti ho waje watuambie waliofanya mauaji wakina nani? Hivi tuulizane kwa mtu mwenye akili na mzalendo wa kweli, hawa jamaa walikuwa wanachoma mali za watu, maduka ya watu yalivunjwa, mali zikapola, watu wanaiba mitungi ya gesi, video ziko wazi. Na video hizi hatujaziona CNN zikionyeshwa. Lakini leo hajatokea padri hata mmoja aliyezungumzia madhara waliyoyapata watu waliochomewa mali zao, hakuna aliyezungumza. Lakini leo hatujaona mapadri kutoa tamko kwa watu ambao walioibiwa mali zao, hakuna. Huyu mmoja anakuja na sema ya kwamba uhai wa watu ni bora zaidi kuliko mali hmm, yaani maana yake tunaomba atueleze sasa, sisi sisi Waislamu tunasimama katika hoja atuambie, uhai wa watu ni bora kuliko mali zilizochomeka. Swali linakuja, wakati wale watu walivyokuwa wakichoma zile mali za Waislamu, kama ile mabasi ya Esther, mwenyewe ni Mpentekosti. Hakuna mali ya Wakatoliki iliyochomwa nchi hii tarehe ishirini na tisa Oktoba. Na laiti kwamba zingechomwa mali za Wakatoliki, tusingeona haya matamko na haya maneno anayosema kina Padri Kitime lakini mali zochomwa zilikuwa ni mali za Waislamu, mali za Wapentekoste na Wakristo wengine wa, wa another deno, denominations na makanisa mengine mbalimbali. Hazikuchomwa mali za Wakatoliki. Ina maana kama mali za Wakatoliki hazikuchomwa, hii plani ilikuwa tayari full planned na watu walikuwa tayari wameshaelekezwa kwamba mishoni yenu itakuwa mnaanzia hapa, mnakwenda pale, mnakwenda pale. Swali tunauliza hivi Leo Padri Kitima anasimama anasema ya kwamba uhai wa watu ni bora kuliko mauaji yaliyofanyika tarehe ishirini na tisa. Tunataka tu watujibu hizi hoja tunazozileta. Hawa watu wakati wanakwenda kuchoma yale mali za watu, wanachoma mapetro station, wanakwenda ku maduka ya watu yanavunjwa, na walikuwa wanaelekea sehemu za hatari hatari airport Nyerere International Airport Terminal 3, walikuwa wanakwenda kuchoma kule airport, walikuwa wanaelekea Kurasini na Kurasini kule ndio sehemu ambayo kuna mitanki mi, mi, mi ile ya mafuta ya petroli, na majority ambao wanaomiliki matanki yale na magasi kule Kurasini ni Waislamu. Walikuwa vijana wanaelekea kwenda kuchoma kule Kurasini. Tuulizane maswali, wakati polisi, jeshi la polisi na jeshi letu la kulinda eh, jeshi letu la Tanzania JWTZ, wakati walipokuwa wanaona hawa vijana wana kwenda kuchoma zile mali. Hivi Padri Kitime atuambie, alikuwa anataka polisi wakae wawatizame, wawaache wakiwa wanachoma zile mali? Tunaomba majibu Padri Kitime na jopo lako, utuambie wakati polisi na wanajeshi wanaona kabisa hawa watu wanakwenda kuilipua nchi, wanakwenda kuchoma, wanaiba, wana mitungi ya gasi, wanakwenda kuchoma ma, maeneo mbalimbali, je, walitaka jeshi la polisi na jeshi la JWTZ watumie njia gani ili wale watu wasichome mali za watu na wasiichome Tanzania? Kitima, tunaomba majibu, na kama majibu hayo huna, njia mbadala ambayo ingefanyika, au Kitima, nataka kutuambia kwamba polisi wangewachukulia na maji ya kunywa, wangeambia haya na maji hapa kunyweni, sasa endeleeni kuchoma? Huo ndo uzalendo? don't take us as fools, my friend, we know, sisi tunajua tunachokisema. Tunasema hivi, amani ya Tanzania ni bora kuliko padri Kitima, kuliko mtu wa aina yoyote. Tunarudia tena amani ya Tanzania ni bora, lakini kwa kuwa nyinyi mnataka Eh, tuseme wacha tuyaseme, nakuja kwenye nukta hapa moja. Tunaposema kwamba hii nchi ndugu zetu wanaipeleka udini, hatubahatishi. We are totally and completely 100% we know what we are saying. Hii nchi kuna watu Kanisa Katoliki wamejimilikisha Tanzania wanadhania Tanzania ni ya Katoliki. This country is not for katholiki or anybody else. This country is for all of us and we have full rights as Tanzanians to live in this country peaciful. Hii ni hali ambayo kiwa Tanzania anafaa aielewe. Hapa kuna waraka, waraka huu uliandikwa ambao uliwasilishwa na ripoti ya Dr Sla ambao waraka huu uliandikwa mwaka 1990 kuanzia tarehe moja mpaka tarehe tano waraka huu ulitembea Septemba. Na waraka huu kile chake cha habari kinasema activities of the church in Tanzania. Activities of the church in Tanzania na ilikuwa imeandikwa kwa ajili ya papa ambaye alikuwa ni Papa John Paul kipindi kile, sikiza vizuri. Ndani ya waraka huu, ndani ya ripoti hii, kanisa liliripoti uwepo wa commission of armed force. Sikia maneno hayo, kanisa liliripoti ya kwamba kuna uwepo wa commission of armed force. Maana yake nini? Tume ya kijeshi katika kanisa Katoliki, ndani ya kanisa Katoliki, commission of armed force. Lakini baraza barua ya baraza kuu kwenda kwa waziri wa mambo ya ndani ambaye reference yake ilikuwa imeandikwa BK/J.15/A/98 ilichapishwa kwenye gazeti la Anuri tarehe 9 mpaka tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 1998 katika ukurasa wa 11. Ikumbuka kuwa katiba ya Jamhuri ya Tanzania ibara namba 147 inatamka wazi marufuku kwa mtu yoyote au shirika au taasisi yoyote au kikundi chochote cha watu isipokuwa ni serikali peke yake kuunda au kuweka jeshi la aina yoyote katika nchi hii nukta. Hii mtuambie, Katoliki, hii commission of armed forces ambayo mulikuwa nayo, maswali tunaomba tujibiwe na teki sasa. Tunaomba maswali yetu yafuatayo. Swali la kwanza, hii tume ambayo ya kijeshi ambayo ilikuwa imeundwa kanisa Katoliki imeunda tume hii, mtuambie. Swali la kwanza, majeshi yale ime, hii tume ya jeshi ya majeshi yale imeteuliwa na nani? That's the first, the first question. Swali la kwanza, wewe Kitima ndio tuambie sisi. Swali la pili, hii tume yenu ya kijeshi kazi zake zilikuwa ni zipi? Swali la tatu, hii tume yenu ya kijeshi utii wao walikuwa wanauelekeza kwa nani? Swali la nne gharama za kuitunza tume hiyo ya kijeshi ilikuwa zinatoka wapi? Swali so, la tano, na mkuu wake wa tume hii ni nani? Kwa sababu tunashangaa tunaona leo Tanzania kuna, kuna balozi mbili, kuna the embassy of Italy lakini kuna, kuna, kuna balozi the ambassador of Italy na ambassador of Vatican. Nchi moja ina mabalozi wawili, balozi wa kwanza ni baraza ni balozi wa, wa serikali ya Italia lakini balozi wa pili ni balozi kutoka Vatican. Huyu balozi kutoka Vatican anafanya kazi gani katika nchi hii ya Tanzania? Na kwa nini nchi moja hiyo ina mabalozi wawili? Alafu huyu balozi pia anatambulika kiserikali ya Tanzania? Mutuambie nyinyi teki na tume yenu. Lakini pia ripoti ya gazeti la Mwananchi la tarehe sita mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na kumi na mbili kwamba serikali ya Tanzania inatumia kila mwaka Sina vizuri hayo. Serikali ya Tanzania inatumia kila mwaka bilioni thelathina sita na nukta nane bilioni thelathina sita na nukta nane kila mwaka, na hii pesa inatumika kwenda kupeanwa katika serikali za kanisa. Mutatuambia sasa, pesa za wavuja jasho kama sisi wa Tanzania pesa zetu kwenda kutumika kwenye makanisa. Nchi hii ni nchi ya Kikristo au nchi hii ni nchi ya raia wote ambao tuko huru? Tunaposema kwamba katoliki ni watu ambao wako pale maksudi kabisa kutaka kuligawa taifa la Tanzania. Namalizia maneno yangu nikisema Padri Kitima na wenzake, hoja zenu hazina msingi. Tume huru imetengenezwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Munaogopa nini, tume hii isifanye kazi yake? What are you, tunasema kwamba what are you afraid of, unaogopa nini? Kuna useme wa okay, Kiingereza inasema the guilty always afraid before his chest. Au the guilty always af, uh, running away. Siku zote mtu mwovu huwa anakimbia kabla ya kukimbizwa, na mtu mwovu siku zote huwa anaogopa matokeo kabla hayajatokea, kwa sababu anajitengenezea najitengenezea sehemu ya, ya kujilinda katika maneno ya kujilinda. Nikimalizia, alisema Padri Kitima katika mane, maelezo yake anasema o oh, mimi nayasema haya, siogopi kutekwa, najua nitatekwa wakati wowote. Kwa nini? Najitengenezea mazingira ya kutekwa. Serikali ya Tanzania, naomba tuwe wazi jamani, ili jambo la kutekwa naomba tuliweke wazi kwanza. Kuna tofauti ya mtu kukamatwa kwa matukano au maneno yake mabaya au uchonganishi au wanayetengeneza e, uvunjifu wa amani katika taifa. Padri Kitima na wenzake wanajua kwamba wanayosema ni mabaya na yanawaudhi wa Tanzania. Tunaamini wapo Wakatoliki wema ambao haya mambo wanayofanya hawa maaskofu hawakubaliani nayo wao hawa. Tunaomba taifa letu la Tanzania, sisi ni wamoja na hatuna chuki sisi na Wakristo Waislamu na Wakristo, nchi tumeishi kwa amani miaka sitini hatujawahi kupigana Wajawai kuzozana, lakini tunakopelekea hivi sasa kuna watu wanataka taifa letu la Tanzania liingie kwenye machafuko, na hatutakubali Tanzania iingie kwenye hayo machafuko. Tunaipenda nchi yetu, amani iendelee na amani tuitunze, na nchi ya Tanzania ni nchi ya watu wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ilinde taifa letu la Tanzania. Tunakuomba Mwenyezi Mungu wasamehe hawa ambao wanayepanga njama kwa ajili ya kulichoma taifa la Tanzania. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ilinde amani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunakuomba Mwenyezi Mungu wajalie wakazi wote wa Tanzania, Waislamu pamoja na Wakristo tuendelee kuishi kwa amani na upendo. Hawa ambao Mwenyezi Mungu anataka kuichoma taifa hili, Mwenyezi Mungu watafutie kazi za kufanya. Tanzania ni bora sana kuliko mimi ninayozungumza hapa kuliko Padri Kitima. Hawa ni wanadamu kama sisi na wanapokosea tunafaa wa tuwaweke sawa. Tulipende taifa letu, na Mungu ibariki Tanzania. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.